Kwa hiyo Mungu Mungu haoni haya, haoni aibu wao kuitwa Mungu wetu. Maana, maana ametutengenezea mji. Yohana kumi na nne mstari wa kwanza hadi watatu anasema msifadhaike, mioyo yenu, maana mnamwamini Mungu, lakini amina, amini mimi, nyumbani mwa baba yangu kuna makao u unyweni sana leweni sana, anwe ni mambo yetu sana lakini nyumbani kwao. Sasa hapa anasema nchi takatifu kama wanaitazamia kuii, lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, hiu yani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana ana watengenezea mji, ana watengenezea mji. Ndio maana tulikuwa tunaimba mimi ni mwanakwaya ujue mimi nani. Wanakwaya, wanakwaya wa Baba, usifikiri simo, na mimi nimo tu. Mwanzo ni simu niimba, nikaona mnanitegemeza sana mifeti, nikiingia tu kuimba, ni kwa maana. Mpaka mpaka mpaka nafika nyumbani, sijambo. Ndugu nimeimba, najua tunakokwenda huko, tunakokwenda ise, bora uanze mapema kuimba duniani, yaani kabisa tena. Kati mmefanya jambo la maana, mhasibu muhasibu, mmefanya jambo la maana kuimba huko mbinguni, ndugu yangu. Hakuna ha, kutubia. Ni kusifu tu. Mtakatifu, mtakatifu. Sasa kama hapo na kirembaremu na angalia kucha zako na nywele zako na na mikapu yako na nini, huimbi hapa duniani aisee. ah, huko mbinguni ukienda na ukaijua utaijua. Mwambie jani yako ukienda mbinguni utajua yaliyo huko mbinguni. Eh hey, kisha anza mazoezi. Kama watakuwa ni wakufanisha Mungu na mitafanisha Mungu huko mbinguni. Eh hey, na hivi nakaribia karibia sana tu. Nakaribia karibia maana

Nahitaji kutoa roho hapa duniani, naishi kwa roho, lakini kule mbinguni hakuna roho kule. Yesu anangatwa anakondoa na jira ya bwaa barikiwa. kumi na moja, huvumilia imani, huvumilia katika kujaribiwa. Mstari wa kumi na saba utaandika mwenyewe utasoma mwenyewe. Kumi na moja nisema, imani huvumilia katika kujaribiwa. Unapokuwa unajaribiwa majaribu yamekuja unavumilia. hili sio kile kwetu, sisi hapa kanisani tumevumilia mengi, umeona jinsi ambavyo Mungu ametusaidia. kumi na mbili, imani hubariki